tu zimechezewa, lakini leo tuna matumaini omo, kiongozi wetu atatuvusha kutoka gizani kwenda mwangazani, kutoka unyonge kwenda mshindi. Tunaitaka ni Zanzibar yetu yenye heshima yenye kufata katiba yake yenye kufata sheria yake yenye kuweka mfumo ikaondoa ufisadi katika nchi hii, tukarudi nchi hii ikawa ya kiungwana, nchi hii ikawa ya kistaarabu. Na sisi hilo, ndugu zangu, ndio litakalo kwenda kutuongoza. Hilo ndio tunalokwenda kulitafuta. Hatoendi kutafuta kiti cha GNU. GNU inakuwa haina maana. GNU ilikuja iitengeneze Zanzibar, sio watu wapate kichaka cha kujificha, halafu wende wakafanye wizi mwingine.